Wa kitu kufanyika kwenye maisha yako, na ni muhimu uchonge tabia, usichonge sura, chonga tabia. Kuna watu unakosa msaada kwa sababu ya tabia, kuna mtu upati kazi kwa sababu ya tabia, kuna mtu upendu kwa sababu ya tabia, kuna mtu upati neema kwa sababu ya tabia. Hata kama una sura mbaya, ukiwa na tabia njema, ukija kwa Elisha nikangalisha nyota yako ya kiroho. Je, uko vizuri kiroho? Je, unasikia sauti ya Mungu? Je, ukiingia kwenye maiinafunga kwa ajili yako? Je, unasikia bubujiko? Je, unasikia kitu gani kwenye maisha yako. Fanya check up ya fanya ya roho yako. Unaenda kwa daktari unamwambia, nipime, nataka nijue kitu fulani, anakupima anakucheki. Sasa watu wengi tunasahau kufanya check up ya fanya kiroho. Fanya check up anasema Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba tu wana wa Mungu. Hizi miili zikigoma tunapeleka kwa madaktari wafanye nini jamani? Wafanye check up. Sasa kwa nini usifanye check up ya roho yako? Ukajitathmini, je, nilikuwa mbaya? Je, nimeshuka? Je, nilikuwa nasoma neno, sasa hivi nasoma? Je, nilikuwa na moyo kupenda ibada? Je, napenda sasa hivi? Nilikuwa mpenda watu, sasa hivi nikoje? Fanya check wanaangalia vipimo vinasema, kuna bakteria, kuna bakteria wanaosababisha malaria, kuna bakteria wanaosababisha TB. Unaambiwa, lakini unajiona uko salama. Kuna mtu unanisikiliza hapa, yamkini kuna bakteria ya tyson ya mauti kwenye mwili wako. Leo naweka kipimo cha Roho Mtakatifu, lazima bakteria wafe.